Mkurugenzi wa maendeleo ya Tume ya Sayansi na Utafiti COSTECH Amos Nungu ameeleza kuwa Tanzania imeendelea kupiga hatua katika maendeleo ya sayansi na ubunifu, na kiasi cha bilioni 25.7 zimewekezwa katika utafiti, ubunifu na maendeleo ya teknolojia kupitia tume hiyo. Tanzania tumeendelea kupiga hatua katika maendeleo ya sayansi na ubunifu ubunifuera za Tanzania bilioni 25.7 zimewekezwa katika utafiti ubunifu, na maendeleo ya teknolojia kupitia Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, COSTECH. Tukiangalia kiasi hicho, kinaonyesha ile dhamira ya serikali, sababu sasa hivi tunaongelea mapinduzi ya nne ya viwanda, sayansi na teknolojia. Kwa hiyo inaonyesha dhamira ya serikali katika kuhakikisha kwamba taifa linawekeza katika hiyo sayansi na ubunifu kusudi angalau tuweze kushindana na wenzetu tuwe sehemu ya dunia. Sasa hiyo fedha ambayo nimesema imefadhili zaidi ya tafiti hamsini katika sekta ya elimu, kilimo, afya na mazingira, ili kuhakikisha maarifa haya yanatumika kuboresha maisha ya Watanzania. Kwa hiyo katika nyanja mbalimbali mbali, utakuta kuna utafiti umefadhiliwa umetekelezwa au unaendelea kutekelezwa ili kusudi kujibu changamoto kwenye jamii yetu. Pamoja na tafiti hamsini hizo, lakini kuna vituo vya ubunifu mia ya kumi na moja eha, vimeanzishwa au vimeboreshwa. Kwa sababu, ndugu waandishi, mtakumbuka sasa hivi ni mwaka wa nane tunafanya yale makisatu makisatu ni mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Na wote wanatoa vijana kutoka nchi nzima kuja kuwashindanisha. Sasa hawa vijana tumesema COSTECH tuko Dar es Salaam na Zanzibar. Na tunakuja Dodoma. Sasa vijana wako nchi nzima wanafikiwaje? Kwa tunashirikiana na wadau mbalimbali wenye vituo vya ubunifu serikalini na sekta binafsi kwa ajili ya kuwasaidia hawa vijana wenye bunifu zao kwa ndio maana vituo zaidi ya ha vimeanzishwa au vimeimarishwa katika kipindi cha miaka hii. Lakini pia kampuni mpya zaidi ya sabini zimesajiliwa kwa sababu kwa kipindi hiki tuna, tuna vijana zaidi ya elfu tatu ambao wamefikiwa kupitia. Lakini lakinigaria katika serikali awamu ya sita, kama nilivyosema, tuna jukumu la kutafuta fedha kutoka ndani na nje ya nchi tuna fedha zipata moja kwa moja zinaingia kwenye ule mfuko wetu wa mtusate mfuko wa kusaidia sana teknolojia na ubunifu. Lakini pia kuna fedha ambazo tunazipata za kunya moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kwa watafiti. Lakini kwa kipindi hiki pia tofauti na zile imesema zile bilioni ishirini kule juu, pia tuna bilioni 5.65 ambazo COSTECH tumesaidia kwa fanya mashirikiano kati ya watafiti wetu na watafiti wa nje, kwa sababu COSTECH kama mratibu na tumesema tuna jukumu la kufanikisha mahusiano kikanda na kimataifa. Kwa hiyo kupitia uratibu wetu, kuna baadhi ya miradi ambayo tumefanikisha kunakuta watafiti wetu wanafanya mashirikiano ya moja kwa moja na watafiti wa nje. Kwa hiyo kwa mtazamo huo kuna fedha ambazo zinapatikana zina ambazo zingine hazingii COSTECH lakini zinaenda moja kwa moja kwenye taasisi hizi, lakini pia watafiti wetu wanapata fursa ya kupata nini, kutumia vifaa vya wenzetu, sababu sisi kama taifa tunapombele vingi, inawezekana hatuwezi kununua kila kifaa, lakini kupitia mashirikiano haya kwa watafiti wetu pia wanafanya kazi kutumia vifaa ambavyo ni vya vya dunia ya leo kwa hiyo ule utaalamu wao unaimarika zaidi. Lakini pia mwaka jana mwezi kumi na mbili tulishuhudia wakati tunafanya ile stais, ile mkutano wa nane wa mwaka ule wa sayansi na ubunifu, pale tulizindua fedha kwa ajili ya utafiti wa mabadiliko ya tabia nchi, fedha za kitanzania bilioni sita point tatu. Kwa hiyo ni mafanikio ndani ya miaka minne hii. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza nguvu zimewekwa kwenye kutafiti masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kwa fedha bilioni sita point tatu zilitengwa siku na kutamkwa sita point tatu, lakini niseme kwamba zile zilikuwa wakati ule na zimeshatolewa. Lakini kwa ujumla mpaka sasa hivi ni takribani shilingi bilioni kumi sita zimetoka, takribani nne zitatoka muda si mrefu, kwa ajili ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, utafiti tu, kwa sababu ukiangalia tabia nchi ni mtambuka. Nishakutoa mfano kwa maana ya kwamba tabia nchi pia inagusa afya. Mkurugenzi huyo ameyasema hayo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma katika ukumbi wa habari Maelezo katika kuelekea miaka minne ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na kuwa tume hiyo imejikita katika kutekeleza dhamira ya Serikali ya sayansi na teknolojia ili kuwa sehemu ya dunia ya ushindani na imefadhili katika elimu, kilimo, afya na mazingira ili kuhakikisha maarifa yanaboresha maisha ya Mtanzania.